Yes, hello ebwana mambo vipi? Karibu sana kwenye channel hii. It's me Teacher Sharak kama kawaida, na hii PDF unaiona ni guidance and criteria for insurance of loan to bachelor degree student for academic year 2025-2026. Ikimaanisha ni PDF ya vigezo na mfumo mzima wa utoaji mikopo kwa wanafunzi wa degree kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Na leo kupitisha katika PDF hii kwa baadhi ya vitu muhimu ambavyo napaswa kuvitambua, e, kabla ya kufunguliwa kwa dirisha la maombi ya mkopo kwa mwaka huu 2025 2026. Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni ku read and follow the application procedure started on these guidelines. Cha kwanza, lazima uzingatie na usome mwongozo huu na uelewe vizuri kabla ya omba juu ya mikopo. Lakini jambo la pili, application with national i applicants with national identification number are encouraged to provide them during application. Wale waombaji wote ambao mnazo namba za NIDA, yani namba ya utambulisho wa kiraia, utatakiwa kuitumia katika maombi haya. Kama hauna, it's not a problem, utaendelea kufanya maombi tu. Jambo la tatu la kuzingatia ni kwamba all documents submitted to, a support, to support the application should be certified by the relevant authorities as a specified in these guidelines. Kuna dokumenti ambazo utazitumia katika maombi haya. Mfano utaweka dokumenti ya kuzaliwa, utaweka dokumenti labda mzazi mmoja alifariki, dokumenti ya kifo na kadhalika. Dokumenti zote hakikisha umeenda kuzigonga muhuli kutoka kwa mamlaka inayotakiwa. Hapa tunazungumzia e, e, tunazungumzia kwa hakimu, lazima uende mahakamani ikagongwe e, muhuli, kumaanisha kwamba ile ni kopi halali ya hiyo dokumenti yako. Au kama ni NIDA, basi lazima uhakikishe e, namba yako ya NIDA amini. Kama ni, ni dokumenti ya cheti cha kuzaliwa lazima ukihakikisha cheti chako kimehakikiwa ya Rita tulishaelekeza katika video zilizopita, namna ya kuhakiki na ni jambo muhimu sana. Jambo la nne la kuzingatia: ensure that all birth and death certificate are certified by the registration eh, insolvency and trusted, eh, trusteeship agency Rita or Zanzibar Civil Status Registration Agency ZCSRA, to an ascertain the validity hii sentensi ikimaanisha kwamba e, vyeti vyako vya kuzaliwa lazima uhakikishe umevihakiki kupitia mamlaka ya NIDA kwa wale wa Tanzania bara na wale wa Zanzibar kupitia mamlaka ya ZCSRA. Vikishahakikiwa, ile namba ya uhakiki ndio itakayokuja kutumika. Jambo la tano, applicants born abroad should obtain a letter from Rita or ZCSRA to validate birth information. Kwa hiyo e, wale ambao wamezaliwa nje ya Tanzania, basi wahakikishe wanatembelea RITA kwa ajili ya kuthibitisha e, tunasema nini uraia wao. Jambo la tano la sita, ambalo ni muhimu pia All foreign anti -qualifications must be evaluated and approved by the relevant authorities. Wale ambao walisoma vyuo vya nje ya Tanzania lazima wahakikishe wamepeleka matokeo yao katika baraza la uhakiki na ulinganifu kupitia NECTA, e, na au NACTIVATE na au TCU, ili walinganishe yale ufaulu wako pamoja na ufaulu wa ndani, usije kukosa vigezo. Jambo la sita, ensure the bank account number submitted is active and carries the same names as that on the application form. The respective bank account details must be correct filled in the application form. Kama nilivyosemaga mwanzo, maombi ya mwaka huu, kitu cha muhimu ambacho kimeongezeka kinaweza kawa kipya ni eh, E, tunasema ni number, account number, kwa namba account, namba ya benki. Hakikisha account namba yako ya benki iwe ni sahihi utakaoiandika, lakini pia majina yaliyopo kwenye account namba yawe ndio majina unayoyatumia sasa. Usioa account namba ya baba alafu naomba mkopo ni wewe, kuna vitu vitakusumbua na unaweza kukosa mkopo wenyewe. Jambo la saba ni la kuzingatia: applicants should provide a registered and a reachable mobile phone number. Lazima uweke namba ambayo inapatikana kwa wakati wote na imesajiliwa kupitia usajili wako, kwa sababu anasema, the provided mobile number will be used to inform that the applications on the loan application the applicants on the loan application progress and the payment process. Kwa hiyo namba hii itatumika katika kuwajibisha au kupata taarifa nini kinachoendelea katika maombi yako ya mkopo. Jambo la tisa la kuzingatia: ensure that the online loan application form is duly filled and pages number 2 and 5 are signed as required before submission kwa hiyo utakapojaza fomu yako ya maombi kupitia mfumo katika maombi yako ya mkopo, fomu namba mbili utaisaini zote, ndiko uzijaze vizuri, lakini fomu namba mbili utaisaini na fomu namba tano utaisaini, alafu utazi upload upya. Hilo ni la kuzingatia, ili maombi yako yakamilike. Tutatoa video nyingine ya kuelekeza namna gani ya kuomba pindi pindi dirisha litakapofunguliwa. Jambo la la kumi, applicants must be reviewed in the entire application form and make correction whether before submission kwa hiyo mwana muombaji wa mkopo anatakiwa kureview ile fomu yake ya maombi na kufanya marekebisho kabla hajasubmiti, kama kuna sehemu ulikosea ili ubadilishe. Jambo la kumi na moja, to provide any of the following national identification number, zanzibars id, vote registration card or driving license kwa hiyo unatakiwa uweke vitu, miongoni mwa vitu hivyo hapo ndio vitakavyohitajika, kuanzia namba ya NIDA au NIN e, namba ya mkazi wa Zanzibari pamoja au na leseni ya udereva kama unavyo kati ya hivyo. Jambo la kumi na mbili, all applicants must strictly observe the set loan application deadline. Wote natakiwa mzingatie deadline ya mkopo ambapo kwa taarifa ama kwa e, ujumbe huu ni kwamba mkopo utaanza kutolewa tarehe kumi na tano Julai amini Juni 2026, na itaisha tarehe 31 e, tarehe 31 hm e, Agosti 31 2026. Jambo lingine la kuzingatia anasema Any identified forgery will disqualify the applicant from the whole application process for the respective academic year and subject him or her to other necessary legal actions. Ukiweka okay, taarifa za uongo basi utatolewa katika maombi yao ya mkopo, lakini pia utachukuliwa hatua za kisheria. Jambo la kumi na nne, applicants are advised to make follow up of their application process result through the SIPA account. Utakapoweza kujisajili, hakikisha kama umeenda kufanyia kwa um, umeenda kufanyia labda tunapaita wapi? Internet cafe. Make sure utakapomaliza kujisajili, basi uondoke na username pamoja na password ili uendelee kuwa unaingia katika account yako kupitia mfumo wa student individual personal account ama wanaita SIPA na kuangalia maombi yako ya wa mkopo yanaendelea vipi, kwa sababu hata majibu yatatolewa kule. Hakuna majibu yatakayotolewa darasani, mlangoni ama kwenye mbao za matangazo, majibu yote hutolewa kule. Kitu cha muhimu cha kuzingatia ni criteria, vigezo ambavyo wanafunzi wanapaswa kuwa navyo ili aweze kupata mkopo hapa. Tutaenda haraka haraka kidogo. Kitu cha kwanza, lazima awe Mtanzania, umri usiozidi miaka 35 lakini pia awe ameomba wakati anafanya ya maombi yao ya mkopo asizidi miaka 35. Jambo la pili, lazima awe na admission number akiwa amechaguliwa katika chuo fulani sawa, na ndio maana maombi haya ya mkopo E, tutaomba kawaida, lakini baadaye lazima uhakikishe umechaguliwa. Kwa hiyo majibu ya mkopo utatolewa pale ambapo baada ya kuwa majibu ya chuo yametoka. Kwa hiyo kama hukupata bahati ya kuchaguliwa chuo chochote, basi ujue hata mkopo wako hautaenda kufanya kazi yeyote, yaani hautapata mkopo by the way. Jambo la tatu e, tunasema naona kwa hiyo, lazima awe amefanya maombi ili uweze kupata mkopo, lazima amefanya maombi. Lakini kigezo namba nne cha kukupata cha kukufanya upate mkopo must not have a formal or regular income from employment or an established contact in either public or private sectors. Usiwe na chanzo kingine cha mapato aidha. Mfano ukawa umeajiliwa na unataka kwenda kusoma chuo kikuu, basi wewe hauqualify kupata mkopo huo kwa sababu tayari una chanzo cha mapato, haijalishi ni cha private ama ni cha sekta za kiserikali. Jambo la tano for student who have dropped out the or discontinue from studies must have proof of payment at least 25% of any previous loan amount kama kuna mwanafunzi ambaye mwaka uliopita ulifeli sindio au uli ulidondoshwa kwenye masomo sawa, au kashindwa kuendelea. Sasa unataka kuendelea na mkopo ulikuwa umeshakatwa unaomba upya mkopo, hakikisha umelipa at least asilimia ishirini na tano ya kiasi chote cha mkopo unachodaiwa, then ndo uombe mkopo upya, utakuwa na kigezo cha ja kupata mkopo mwingine. Jambo la sita, la mwisho kabisa, must have a complete ACSEE or other equivalent qualifications Lazima awe amesoma elimu yake ya form 6, yaani, inamaanisha advanced certificate ama elimu nyingine ambayo inaweza kuwa na ulinganifu na elimu hii. Kitu kingine cha kuzingatia ni kwa wale wanafunzi ambao wanaendelea na masomo, lakini ndio mara yake ya kwanza anataka kuomba mkopo, au waliomba mwaka jana hakupata, anataka kuomba tena mkopo kwa mara nyingine, lakini anaendelea na masomo. Hawa wanaitwa specific criteria for first time continuing applicants, FTCA. Kuna vigezo vimeongezwa kwa ajili ya watu hawa. Kigezo cha kwanza wamesema he or she must have examination result that enable him or her to continue with the studies in the forthcoming academic year. Kwanza lazima awe na ufaulu ambao unamruhusu kuendelea na masomo katika mwaka unaofuata. Mfano kama mwaka uliopita amefeli basi hawezi kupata mkopo kwa sababu hana vigezo vya kuendelea na mwaka wa masomo unaofuata. Kigezo kingine cha tatu, in case of conception he or she must have obtained a resumption letter from the respective tertiary education institution. Lakini pia kama unahitaji kurejea na masomo, unatakiwa kuwa na barua ya marejeo kutoka katika taasisi husika. Kwa hiyo hivyo ni vigezo vitatu muhimu sana kwa yule ambaye alikuwa anaendelea na masomo lakini hajapata mkopo ama kwa namna nyingine yoyote, basi anataka kuomba mkopo upya. Hivyo ndio vigezo vya kuzingatiwa katika maombi haya ya mkopo kwa mwaka 2025 2026.